Waletee salamu za pole kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais alifahamu sana juu ya kuugua kwa mama yetu kwa dada yetu, na mara ya mwisho alitupatia taarifa kwenye kikao ambacho tulikuwa nacho Chamwino. Anatoa pole sana kwa familia na kwa waombolezaji wote, na pamoja na kuja na mimi mwenyewe na na mke wangu lakini pia nakuja na salamu za Mheshimiwa Rais na serikali nzima. Tumeguswa sana na kuondoka kwa mama yetu, lakini tuna imani thabiti kabisa kwamba mama huyu ametimiza wajibu wake na amepokelewa kwa muumba wake. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wa Tanzania tumejenga mila ambayo ni tofauti sana na nchi nyingine. Tungeanza kuulizana hapa, wewe unatoka wapi? Wewe unatoka wapi? Tutashangaana. Hata ndugu yangu hapa katu e, tuko naye kila siku kwenye vikao, sijawahi kumuuliza natoka wapi. Lakini nachoomba ni kwamba tudumishe undugu namna hii, e, jirani anapopata changamoto iwe ni msiba iwe ni kuugua, basi tufanye mazoea ya kuwa pamoja. Namna hii ndivyo inavyompendeza Mungu, lakini tuendelee kupendana, tuendelee kudumisha amani yetu, na hakika tukiendelea hivi na Mungu naye anazidi kutumwagia baraka, tutakuwa na nchi nzuri, nchi yenye amani.